Nashukuru sana kwanza wananchi wangu wa Kata ya Iringa na kunileta hapa halmashauri kwa na kwa bahati nzuri, baada ya kufika halmashauri tumekutana na madiwani ishirini na sita ambao wanatoka kata mbalimbali ya halmashauri ya manispaa ya Iringa, na wao wameniamini kuwa naibu meya. Wow. Wow, wao wa halmashauri a kwa heshima hizo walizonipa kuanzia mwananchi wa kata ndugu pia pamoja na madiwani wa Manispaa ya Iringa, kwa kweli niendelee kuwashukuru sana kwa nafasi hiyo, na mimi ni waahidi nitaendelea kuwatumikia vizuri na sitawaangusha, wasivitie kulingana na muda ambao nimekaa hapa hapa kwenye viunga hivi nipo zaidi ya miaka ishirini. Hiki ni kipindi cha nne, kwa hiyo miaka ishirini inatosha kabisa kwamba najua halmashauri imetoka wapi, najua halmashauri ipo wapi, na najua sasa halmashauri inataka kwenda wapi. Kwa hiyo kwa nafasi hii naitumia vizuri sana kumshauri mheshimiwa, tutakaa na kupanga ili kuona sasa bila nadhima

atlembli eb kuweza kuapishwa lakini pia kuwa rasmi sasa kwa majukumu na vile vitu ambavyo tumezaidi kata Kitwiru, na vitu vingi ambavyo vipaa vimefanyika na vimefanyika, na ambayo bado havijamaliziwa. Kuja kwenye suala la elimu, tunazo shule kubwa ya kikongwe na ya kisasa ambayo imejengwa kati ya shule shirikishi za kata, basi shule yangu ya Kitwiru kule kwa baba ni shule ya sekondari nzuri lakini imeshamalizika ni bado tu nyumba uh, ya mwalimu kumalizika lakini miundombinu inaisha lakini kuna kituo cha watu ambacho kimejengwa zaidi ya milioni mia mbili arobaini ambayo tayari imejengwa lakini pia ni mshukuru mheshimiwa rais ametuletea milioni hamsini kwa ajili ya mnunuzi alipatia hii yote inaonyesha namna gani mchakato unaenda haraka lakini pia niwakikishia wananchi wakata kata ya Kitwiru na wananchi wa halmashauri yote ya manispaa ya Iringa, vipolo vyote vyo vikabakia vitaisha. Leo tumesikia ndani ya baraza tayari fedha zimetengwa kwa ajili ya umaliziaji wa, wa jengo la OPD. Nini maana yake? kile kituo cha afya kata ya

lakini pia tutawasukuma shamba na wanashamba watoe elimu kwa wakulima ili wapate kilimo walime kilimo kilimo chenye tija na waachane na kilimo cha mazoea ili waweze kupata mazao ya kutosha ambao watajikimu, lakini wafanye kama mazao ya kibiashara. Hii yote ni kukuza au uchumi, lakini wananchi mmoja moja, lakini pia kuhakikisha u utu, kukuza uchumi wa kata pamoja na halmashauri kwa ujumla. Kwa hiyo hoyo ni wategemee hayo. Aa, mimi kama diwani kijana na diwani ambaye ni kwa mara yangu ya kwanza, leo nimehudhuria baraza, ni mpya. Kwa hiyo nguvu iko na morali ninayo ya kuhakikisha basi kujenga imani kwa jamii kwamba sisi vijana ambao ambao tumepewa ridhaa na ambao, ambao, ambao kula nyingi tu, tuwaaminishe kwamba hata vijana wenzetu pia tunao uwezo huo, lakini pia kupitia sisi jamii itakuwa na imani hiyo, kwa jamii na wananchi wote kwa ujumla wajenge imani na sisi, tutafanya kazi na kweli, kama mnavyoona baraza tumeanza tu lakini nimeona nyinyi kile kitu ambacho tulikuwa tunaazimia kwamba tutaisimamia serikali, na mimi niko kwa ajili ya wananchi, kwa maana ya uh, mwakilishi wa wananchi wa kata ya Kitwiru, nitatimiza majukumu yangu, lakini pia nitafanya vile ambavyo tumekubaliana na ambavyo vile ambavyo uh, serikali imeanzisha miradi, kuisimamia kwamba thamani ya miradi iliyojengwa iendane na thamani ya pesa iliyotolewa.